Chama cha National League for Democracy NLD kimemwidhinisha Doyo Hassan Doyo kuwa mgombea urais katika tiketi, kupitia tiketi ya chama hicho katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu huku Mfaume Khamis Hassan akiidhinishwa kuwania urais wa Zanzibar. Wawili hao wameidhinishwa katika mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyika mkoani Dar es Salaam, ambao pamoja na mambo mengine umejadili mabadiliko ya katiba ya chama hicho na mapendekezo ya kubadili nembo pia ya chama. Naomba Watanzania watuunge mkono katika suala hili la uchaguzi mkuu ujao, kwani chama chetu kina sera bora kuliko vyama vingine vya siasa. Vyama vingine vinao sera, lakini NLD ina sera bora zaidi. Ukizingatia tuna kauli mbiu nzuri sana, uzalendo, haki na maendeleo. Hiyo ni kauli mbiu katika taifa letu ni nzuri kwanza, kuna uzalendo, kuna haki na kuna maendeleo, na vyote hivyo ndivyo tunavyovipigania katika nchi yetu. Na uwezo wa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, sifa hiyo ninayo, kwa sababu nna utashi na ni haki yangu kikatiba, na ninaweza kwenda kupambana na changamoto za maisha yanayowakabili watanzania Nimeainisha vipaumbele vyangu kumi kama nitakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kuvifanyia kazi, likiwemo swala la ajira, elimu, kilimo na ufugaji, kudhibiti ukwepaji wa ulipaji wa kodi na kuziba mianya, kupambana na rushwa. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, tunawaasa vyama vya siasa mshiriki ipasavyo vyote kumi na tisa kwenye uchaguzi, kwa sababu lengo la chama cha siasa ni kushika dola kupitia uchaguzi, kama inavyosema kifungu cha tatu cha sheria ya vyama vya siasa. Ukiwa unataka kushika dola bila kupitia uchaguzi, wewe sio chama cha siasa, utakuwa kama hizo wanaita ni rebel group, sijui nani hao, vikundi vya wasi